Kuwakumbuka katika altare ya Bwana. Mtakatifu Monika alimwambia Mtakatifu Augustini, unizike popote unapopenda, lakini usinisahau katika altare ya Bwana, usinisahau kwenye madhabahu. Ninawaomba mwezi usipite bila kutoa mchango misa kuwakumbuka katika altare ya Bwana. Karibu na madhabahu tutaweka box, tutawagawia vikaratasi andika wapendwa wako ni karatasi natoa mchango misa ukisoma kitabu cha pili cha wamakabayo sura ya kumi na mbili mstari wa thelathini na tisa hadi arobaini na tano yuda makabayo aligundua askari vitani waliokuwawa vitani walipo wacheki walipo wakagua wanaosha maiti wakagundua walikuwa na irizi yuda makabayo akashituka kwa ilizi hizi wanatoboa? Kwa ilizi hizi au wako wasafi? Maana Biblia inasema heri wenye moyo safi, maana watamwona Mungu. Kwa mazindiko haya wanatoboa kweli. Akatoa darachima elfu mbili kuwaombea sadaka, ili wasafishwe. Sasa sisemi walioaga dunia wanailizi, sijasema <laughs>

waombea iende tu bure bure, ndio tunaweka mchango misa. Point ya tatu